Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea na juhudi zake katika kuimarisha sekta ya afya kwa kupeleka huduma mbalimbali hususan katika hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto iliyopo Siha mkoani Kilimanjaro. Zaidi ya shilingi bilioni 30, zimepelekwa katika hospitali maalum ya Kibong'oto mpaka sasa, hatua ambayo inaifanya hospitali hiyo kuwa mfano wa kuigwa nchini, kwani inazidi kupaa hadi kuwa taasisi ya magonjwa ambukizi. Kama serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ninayasema hapa, sisi wizara ambao tunamsaidia kazi tunatizama hospitali hii kwa jicho tofauti, na tunataraji ndani ya miaka miwili mitatu huko mbele hospitali hii itakuwa na umaarufu wa namna yake katika bara la Afrika, ikianza na jengo la maabara ambalo limekamilika na zaidi ya shilingi bilioni 12 zimetumika fanikio jingine ni kuwa na maabara kubwa kuwa na maabara kubwa sio kitu kidogo yenye usalama wa, wa kibaraja daraja la tatu na sasa hivi maabara yetu pia imechaguliwa kuingia katika kujengia uwezo wa kuwa supranational lab maabara ya rufaa ya kimataifa katika uchunguzi wa vimelea vya magonjwa hususan magonjwa ya kifua kikuu na magonjwa mengineyo. Uboreshaji wa miundombinu ya tiba kama jengo la wagonjwa mahututi ICU, ambalo serikali imewekeza ikiwa na madhumuni ya kuwawezesha wahudumu kutoa matibabu kwa wagonjwa walioko katika hali ya dharura. Uboreshaji wa vifaa na teknolojia, hapa ikumbuke kwamba Kibong'oto ilianza kama sanatorium mnamo mwaka elfu mia kenda na ishirini na sita, lakini unapoitazama sasa unaona teknolojia mpya na vifaa vya kisasa kama vile mashine mbalimbali za uchunguzi wa magonjwa Kibong'oto inastahili kuwa taasisi, kwani mpaka sasa inajulikana kwa kutoa huduma za matibabu ya magonjwa ambukizi kama vile kifua kikuu na mengineyo. Uwepo wa wataalamu wa magonjwa hayo ni sababu tosha Kibong'oto kuwa taasisi. Na jambo lingine ambalo linasababisha pia malalamiko ya pungue, serikali imeajiri hapo nyuma, watumishi walikuwa wachache, lakini kwenye hospitali yetu kwa mfano tu mwaka jana wa fedha serikali imeweza kuongeza watumishi takriban 43 ndani ya hospitali. Kwa hiyo madaktari, manesi wameongezeka. Kwa hiyo ukienda katika kila unit, unakuta watumishi wapo wa kutosha na huduma zinaendelea. Kibong'oto imeweza kuwa na sehemu maalum kwa ajili ya utafiti na maendeleo ya tiba za magonjwa ambukizi ikishirikiana na vyuo vikuu na taasisi za utafiti. Hii imeimarisha hadhi ya hospitali kama taasisi ya kimataifa katika utafiti na tiba. ulipomaliza ndio yale tuseme kile tulichojifunza tulikipeleka WHO na WHO sasa hivi wanaandaa mwongozo wa hiyo huduma, kwa maana itakuepo sasa dunia nzima itakuepo, lakini tulianzishia hapa. ya Kibong'oto imeendelea kukuza uwezo wa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kushirikiana na taasisi za kimataifa, hatua ambayo imeboresha mifumo ya elimu na mafunzo kwa wataalamu wa afya. Kwa hiyo kiukweli ukiangalia toka 2010 mpaka mwaka jana 20 na, tulikuwa kwenye michakato ya andaa mifumo, jenga uwezo. Sasa hivi tumesha jua, uanzishwaji wa mifumo bora ya usimamizi na utawala umeifanya Kibong'oto kuwa na ufanisi katika utoaji wa huduma bora. Mafanikio mengine ni yale ya kiutawala, kwa sababu pia hata kupima ardhi ni fanikio. Kuandaa master plan ni mafanikio makubwa. Tumeandaa mpango bora matumizi ya ardhi ni mafanikio makubwa. Hostali ilikuwa haina mpango, uh, strategic plan. Tumeandaa strategic plan kwa maana mpango mkakati wa hospitali tunataka kuipeleka wapi. Ni mafanikio makubwa sana ambayo naweza kusema ni ya kujivunia. Kuwa taasisi kwa hospitali ya Kibong'oto kutatoa taswira ya hospitali inayojitahidi kuwa na ufanisi mkubwa, ubunifu na huduma za kisasa. Ndoto um, zetu ni kuwa kituo pekee cha, cha chini ya jangwa la Sahara kinachopambana na magonjwa ya, ya milipuko, ndo ndoto yetu, ambako tunatarajia kufika na tunaamini chini ya uongozi wa Dokta Subi ndoto uh, hiyo Akibong'oto kwa hali tulionayo tutaweza kuifikia ndani ya muda. Taswira hii itasaidia kuongeza ufanisi wa hospitali, kuvutia wadhamini na kuboresha hali ya afya kwa jamii nzima.